Karibuni tena katika Kijiweni na Winnie, sehemu ambapo tunaongelea kuhusu mahusiano yaliyosahihi, tukiongelea aaf pamoja na malezi. Leo ni siku nyingine ambapo tuna toa episode nyingine, na leo katika episode yetu kuna kitu kidogo ambacho nataka kukushirikisha. Ni kitu ambacho nimekuwa nikiwaza kwa muda sasa, lakini ni kitu ambacho mimi nimewahi kukipitia, na maswali yangu yalikuwa ni mawili. Je, sauti zetu zinafikika namna ambavo ziko moyoni, zile sauti zetu za asili. Lakini swali langu la pili lilikuwa ni kwamba je, tunafanyaje ili sauti zetu ziweze kusikika kwa usahihi namna ambavyo tuliko nazo moyoni? Kwa sababu kuna watu ambao ukiwa mnaongea sisi kwa sisi la like kimoyoni, you are so and very clear about what you want. Kwenye hayo mahusiano ya kirafiki, like ya kikazi, um, ya kimahusiano. Uko very clear kwamba wili eh nikitokea hili na hili hatutaweza kukaa sehemu moja. Uko very clear. Wili eh nikitokea akinifanya kitu hichi na hichi na hichi, mimi nitamwambia ukweli. Lakini sasa inapokuja kumwambia yule mtu ukweli, now ndo inakuja issue issue. Na mimi ninacho kiongelea ni sio zile sauti ambazo ni za muziki. Hapa hatuongelee sauti za muziki, hatuongelee sauti ambazo ukikaa namna unavyoimba watu wanakusikia. Hatukai tukaongelea kuhusu sauti yako ukiwa unacheka na marafiki zako. Hapa tunaongelea ile sauti ambayo inakutambulisha na inabeba values zako wewe kama wewe juu ya hayo mahusiano ambayo uko nayo. Na mimi nimekuja kugundua kwamba labda sauti zetu hazisikiki namna ambavyo tuko nazo moyoni kwa sababu tunasema vitu viwili tofauti. Unataka kitu fulani kifanyike hivi, alafu namna unavyokielezea haukielezi kwa ule uwazi namna ambavyo unavyotaka ifanyike. Lakini pia um, namna ambavyo tunaweka hicho ambacho tunachokitaka kifanyike. Ah, mimi ndio point ambazo mimi nafikiri tunapaswa kuzifanyia kazi kusudi sauti zetu zipande juu ya hayo mahusiano yetu, ambayo mimi siangalii mahusiano ya kimapenzi peke yake. Naongelea kazini, naongelea rafiki, naongelea kwenye jumuia, naongelea kwenye kile kikundi yeah, cha kikoba ambacho uko nacho. Je, yeah, sauti yako inasikika namna ambavyo unavyoielezea? Naongelea sauti ile ya ndani, sauti yako ya asili ambayo inatambulisha wewe na thamani yako. Ya kwanza mimi ambacho nilikuwa sikifahamu, lakini nimekifahamu na kinanipa nguvu sana kupaza sauti yangu, ni kufahamu hisia zangu. Yes, hisia Um, especially kwa sisi wanawake kuna vitu vingi ambavyo huwa tuko navyo na tunavielezea tofauti. Na hiyo inatofautiana kuvielezea kutoka kwenye jinsia ya kike kwenda jinsia ya kiume. Ikiwa unataka kuongea na mwanaume, ikiwa unataka kuongea na bosi wako au colleague ambaye amekuwa haelewi namna ambavyo unavyo unavyoelezea vitu vyako. Ni fahamu ni kufahamu hisia zako. Wewe unaeleza nini? Je, hisia zako zinaongelea kuhusu maumivu ambayo yanakusababishia? Hisia zako zinaongelea kuhusu anapokudisappoint ukiona unaongea katika kikao Je, yeah, hisia zako kwa zinasema kwamba hupendi namna ambavyo anatumia lugha yake wakati anakujibu, haupendi namna ambavyo yeye yeah, anaandika emails hivyo email. Kuwa specific na unachokihisi huwa kinarahisisha kuwasilisha kile ambacho unachohisi na kutendewi haki. Usi generalize usiseme, mimi ya sipendi tu unavyonifanya. No, naelezea kwamba mimi sipendi wakati wa kikao, namna ambavyo huwa kuna ni point. Mimi sipendi wakati ambapo tunapokuwa tunaenda out, namna ambavyo huwa unaniongelea juu ya marafiki zako. Hii itasaidia mtu kusikiliza sauti yako na kujua shida yako direct kuliko kuibana na kusema kwamba okay, atajiongeza mwenyewe atajua ninachokimaanisha ni nini. Lakini mimi nafikiri pia sababu nyingine ambayo inasababisha sauti zetu zisisikike namna inavyopaswa kusikika ni kwamba um, tuna clear boundaries. Yes, clear boundaries kwamba Um, mimi nafanya biashara na wewe lakini naomba saa mbili kamili usiku usinipigie. Oh, mimi nafanya biashara na wewe lakini naomba kama na unahitaji mzigo you pay cash. Okay, mimi na wewe tuko kwenye mahusiano lakini naomba when it comes to watoto wako naomba uwe unaniambia kwa namna hii. Having a clear boundaries itasaidia message yako kuwa very clear lakini sauti yako kutokuwa na mikwamo. Kwa sababu sisi watu wengine uh, kuna mipaka lakini hatujui mipaka yetu inaanzia wapi na inaishia wapi. Na kutokuwa na mipaka pia kuna maanisha kwamba everyone can step in kwenye maisha yako, anaweza akafanya chochote anachokitaka. So kuna mipaka ambayo ni clear itakusaidia wewe kuwa na sauti ambayo ni clear, na itaeleza message ambayo ni clear juu ya hao watu wako ambao unaongea nao. Lakini pia ni kuwa na mazungumzo, kuwa na vikao vya ndani, unajiambia nini, unasema nini kabla hujatengeneza hiyo message yako kwa nje kujishauri kujua kwamba uh, uh, na uh, hi? uh, uh, okay, nao hicho alicho nifanyia sicho. Nafikiri hapana, siwezi kuishi namna hii. Nafikiri uh, mimi ni mtu aina hii. Huyu mtu niliko naye hapana, sidhani kama ni sahihi. Hii biashara inanilipa sana, lakini uh, uh, imani yangu inaniambia nifanye kitu fulani tofauti. Tena mazungumzo kwa na vikao vya peke yako itakusaidia kutengeneza sauti ambayo itakayosikika, sauti ambayo itakuwa very clear, sauti ambayo itakuwa very strong, na mtu ataelewa kwamba na huyu mtu sipashi kumwambia masuala haya mazungumzo ya ndani, vikao vya ndani, lakini pia ni kuheshimu ma, ma, hisia zetu. Mimi nasemaga kila wakati ni kwamba unachokifikiria unachokihisi ni sahihi kwa wakati huo, lakini namna unavyokielezea namna unavyokipresent ndio inaweza ikawa sio sahihi. Kwa hiyo, um, kufahamu na kuheshimu hisia zako, ukiwa umeumizwa ongelea kuhusu maumivu yako ya kuumizwa, ukiwa mtu haja kuheshimu ongelea kuhusu namna ambavyo haja kuheshimu, lakini make sure pia unaeleza namna ambavyo unavyopaswa kutwitiwa. Hapana, una mimi nafikiri kwamba wakati unapoongelea kuhusu mama yangu na lugha unayotumia sio sahihi, naumia. Kwa hiyo ninaomba, wakati mwingine unapoongea kuhusu mama yangu uwe na heshima juu ya mama yangu. Iko very clear, uheshimu hisia zako, unaumia na nini unataka afanyeje. Ume... just pain point, ya pain point, usi generalize kuhusu hisia zako, usiziache kwa sababu mi nasema ukifikiri kwamba haina madhara, itakuletea madhara. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaheshimu hisia zako, unachokisikia wakati huu, just find a way kumwelezea huyo mtu. Hasipo kuelewa ni sawa, lakini at least you have done your part. Sauti zetu za ndani ni utambulisho wa vile ambavyo tunavyojiheshimu, ni utambulisho wa vile namna ambavyo tunavyojipenda, ni utambulisho wa namna ambavyo sisi tumelelewa na um, tunakoelekea kwenye mahusiano yoyote kwenye sehemu yoyote, hakikisha sauti yako inasikika, hakikisha sauti yako inakuwa ni ya kweli, hakikisha sauti yako haikai nyuma ya mtu. Yani, usisubiri mtu akaelezea kuhusu sauti yako. Hapana, everyone anatakiwa kusikia sauti yako na akaheshimu. Ongea hata kama uh, unatetemeka, ongea hata kama ni kwa sauti ndogo, ongea hata um, ukiwa una unatetemeka, lakini hakikisha sauti yako inasikika, sababu uh, faida ya sauti yako kusikika ni kwamba itakufanya kuwa poa na usikusema. Kila mtu atakuwa na step in na kukufanyia maamuzi na kukufanyia chochote anachokitaka kwa sababu hawajui sauti yako inasema nini. Na katika ukuaji binafsi tunajifunza sana kuhusu namna ambavyo unaweza ukasimama peke yako ukajitetea, namna ambavyo unaweza ukasimama ukasimamisha hoja zako, namna ambavyo unaweza ukasimama ukasema kile ambacho unachokifikiria bila kujali mtu anasema nini juu ya hilo. Karibu tena katika Kijweni na Winnie na naamini hii topic itakuwa imekusaidia wewe at least kufanya maamuzi kidogo kuhusu sauti yako na kile ambacho unachokiamini katika hayo mahusiano. Niandikie kwenye comment kwamba wewe umejifunza nini katika hili. Na kitu gani ambacho kinakutatiza hasa katika kutoa sauti yako ya hasira au sauti yako ile ndani. Usisahau ku subscribe, sawa ku like, na kushare pia na rafiki yako ambaye unahisi hii episode inaweza kumtoa sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Mpaka wakati mwingine, karibu sana.